Nilienda siku moja Kariakoo, nikaangaa namna ambavyo upande wa pili samani. Kama Wakinga mpo, mtanisamee. Pale Kariakoo pana duka lilikuwa na ungua, mimi nilienda kutafuta Mike, duka lilikuwa na ungua. Yule mama Mkinga, mama na mwili mwili tu hivi, hababaiki wala sio siuokoa okoa, akasema natafuta kijana atakayeingia humo kule kwenye, kwenye kona kwenye duka kuna box aniletee nampa milioni hamsini. Ah, mama sio akasema, mimi sina shida ya vitu. Akasema huyo sasa, Kariakoo watu wamepinda Kariakoo, Kariakoo watu wanahitaji hela, sema sana Kariakoo na sawa, sema amina, sema amina, Mungapo nanipata. Alafu Mungu mwamifu akamwambia Elia kule tauni, na kwa utaka kwenda njaa uliyoitisha ipo, haitakuacha baba anafanyaje? Akamwambia piga kambi hapo mpaka siku zako ziishe, ulizoomba mvua inyeshe. Ha, Elia katia timu pale, akahamia mzima mzima kwa yule mama pale, akawa nakula mkate, anapikiwa kila siku, anakunywa maji, maisha yanaendelea sasa ingelikuwa ni kizazi hiki, mimi mtumishi wa Bwana, imetokea zalula nihamie kwa mama mjane, zitanifuata TV, magazeti ya udaku, watasema mchungaji anatokea kwa janja, ahamia kwa mama mjane, waoana kwa siri. Maana ni kizazi cha maneno, ni kizazi cha majungu, ni mimi sasa. Piga hesabu. Kizazi hiki nimepiga mvua isinyeshe. Dar es Salaam hali ni tete, na mimi mvua imenipitia mama mjane mmoja, muujizo umetendeka. Usiniulize kwa nini usitendeke nyumbani kwako, simpangia Mungu cha kufanya. Nasema Amina. Maana nyie mna maswali ya papo kwa papo kwamba wako ni lazima yakatendeke kwa mjane, sio ungetenda za nyumbani kwake. Kwani Elia alishindwa kuita unga kule mjini? Usimpangia Mungu cha kufanya. Yangenifuata magazeti yote ya mjini, yangesema mchungaji ahamia kwa mama mjane ingekuwa stori mpya tawni, stori mpya tawni, hiyo ndio ingesikika Elia. Siku zikaisha, Mungu akamwambia sasa, Bwana ondoka rudi tawni, kajionyeshe kwa Ahabu, kaite mvua ile, maana uliifunga, rudi kaifungue. Jamaa, jina la Bwana libarikiwe. Elia karudi tawni, anapofika tawni anakuta bado hali ni tete, Ahabu amekasirika sana anamwambia Elia, wewe umesimamisha mvua, umetesa watu, ndio mtabishaji wa taifa. Elia anasema hapana, wewe na njumba yako ndio watabishaji wa taifa, lakini anasema kabla mambo hayajaanza, nataka niitie manabii wote wa bahari, tuonane kwenye mlima Karmeli. Manabii wote wachawi na waganga, tuonane pale Karmeli. Biblia inasema wakati wanapanda pale Karmeli, Elia alikuwa peke yake, manabii wa bahari mia mia na ngapi? mia hamsini pande na elielewe hilo andiko kwamba kila madhabahu inahitaji sadaka. Eliya akasema tunataka tuthibitishe Mungu wa kuabudiwa wa kuaminiwa ni nani, ni huyu Mungu au kuna mwingine? Lazima tuthibitishe. Jina la Bwana libarikiwe jamaa, jina la Bwana libarikiwe jamaa, jina la Bwana libarikiwe. Unajua hii dunia ina tabu sana. siku moja, unajua nashangaa kuna vitu vya dunia hii vinashabikiwa sana kuliko hata Mungu. Wakati mwingine vinatia asira. Nenda kwenye mpira, yaani mpira hauna chochote, ni utaalamu fulani tu wa kuchengeshana, kuweka hivi, weka hivi, alafu ameweka, weka utaratibu, lakini umechukua na kama mungu wa dunia hii mpira. Siku moja naenda Bagara, nimepanda gari pale, nikasikia pale ya kwamba Uh, Simba amemfunga Yanga gori la kwanza. Sasa mimi nilikuwa napita pale nje na daladala miaka fulani. Nilisikia kelele ilizizima mji mzima. Nikasema Bwana Yesu, hizi kelele zilitakiwa zikushangilie wewe katika jina la Yesu. Nilipouliza jamani, zokena nini? Wakasema uh, Simba amemfunga nani? Yanga. Lakini nilikuwa kwenye gari nikashikwa na uwivu jamani, bwana asifiwe maana, nikaona mpaka kwenye daladala mle watu wanashangilia. Nikaanzisha injili hapo hapo na Bwana alinipa nafasi, nikaambia, jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli tunashangilia Simba kasinda, ila yupo Simba ambaye miaka na miaka anaitwa Simba wa kabila ya Yuda. Mliyemsikia uwanja wa bibi huyo, sio simba, ni wa kufugwa. Simba wa kweli ni Yesu. Simba wa kweli anaokoa jamani, amina. Niliamua kuhubiri nikakuta, yani mpaka kwenye gari watu wanashangilia Simba, mpaka wanasimka, mpaka nikashikwa na hasira, nikagazibika, wana kwa basasa. Jina la bwana ibarikiwe. Najua hapa mashabiki wa Simba mpo, sio kwamba mpo, naelewa, lakini lazima muelewe ya kwamba Simba sio yule simba, ni simba wa kabila nani, jamani, wa Yuda. Usiniambie oh, mi Yanga. Hata kama ni Yanga, Yesu ndio mwenye wananchi wote sote, utata sema amina. Yesu ndiyo mwenye wananchi wote, tuko pamoja. Kwa hiyo sadaka ni hitaji la lazima, unataka au hautaki, la kila madhabahu. Nilienda siku moja Kariakoo, nikaangalia namna ambavyo upande wa pili samani, kama Wakinga mpo, mtanisamehe pale kalia kopa na duka likuwa naungua, mi nilienda kutafuta Mike, duka likuwa na ungua. Yule mama mkinga, mama na mwirimwiri tu hivi, hababa hiki wala siokoaokoa, akasema natafuta kijana atakayeingia humo kule kwenye, kwenye kona kwenye duka kuna box aniletee, nampa milioni hamsini. Mama si akasema mi sina shida ya vitu Akasema huyo sasa, Kariakoo watu wamepinda Kariakoo, Kariakoo watu wanahitaji hela, usema sana Kariakoo kuna mwamba. Akasema mama, tuandikishane, mimi naingia moto nawaka hivi sasa. Nami nikavutiwa, jamani bwana, sivyo kuona mtu anaingia kwenye moto, nikavutiwa na hicho kitu na mimi kaanza. Watu wamekusanyika hivi, wakaandikishana pale, mama anatoa milioni hamsini, ukiingia kwenye lile duka anakupa kiboksi Amekiweka kule ndani, mwamba alijifungafunga akabeba, si mavuto gani mingine, mwenzake akapa mlangoni, kadumbukia katikati ya, ya, ya, ya. Lakini bwana ile maduda anaungua kwa, anajipuliza. Baada ya kama dakika mbili tatu, alitoka na boksi boksi moja, mama alitengeneza vizuri. Mama alipopata lile boksi, watu wanashangilia mama. Nichoshangaa, akalibusu lile boksi, akalifungua mara ya kwanza ya mambo nilikuwa naona Nigeria, nikaona Dar es Salaam kwa mara ya kwanza, nyoka inatolewa kwenye boksi inapelekwa kwenye Prado. nyoka inatolewa kwenye Prado halafu wakachomoka, watu walilamba milioni hamsini kwa kutoa boksi. Alafu nilivyorudi baada ya wiki moja nikaangalia lile duka kama hapajawahi kuungua kitu, pamejaa kuliko mara ya kwanza. Hiyo ndio mazabau ya upande wa ngapi? Usishangae nyoka bana, hapa mjini kuna kijana nisimseme, kuna kijana moja anasikia sana kwenye mitandao, tena wakwetu kukombea huko, hana kazi hana biashara, tena nasema kabisa, amefuga manyoka yanampa hela, yupo ni maarufu na ana hela, asikwambie mtu ana hela. Lakini zile hela sio za Mungu, kwa kila mazabau ina utaratibu wake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ah, mimi sijamsema jina mnisake, mimi nazungumza tu kwamba kila madhabahu ina utaratibu wake. Sema amina kubwa eh. Kule kuna sadaka wanataka, na huku kitaku, uende sawasawa. Kuna mambo utahitaji kuwajibika kwa lazima. Kwenye akili yako ujue kila madhabahu inataka nini nihitaji, na lazima. Namba mbili, namba mbili, aina ya utoaji ulionao ndio utakaoamua mstakabali wa maisha yako ya hapa duniani. Aina ya utoaji ulio nao, narudia, aina ya utoaji ulionao ndio utakaoamua aina ya maisha yako ya hapa duniani, yani uwe maskini au tajiri, uwe umechoka au vipi? E, e, andika Matendo 20:35. Mwanzo nne tatu kumi na nne, Mwanzo tatu kumi na nne, utasoma hapo. Soma hapo, anasema ni heri kutoa kuliko kufanya nini? Kupokea. Kuchunguza aa maandiko, mstakabali wako wa hapa duniani. Naomba nikutie kutie mo, mtu wa Mungu utaamua. Ukiwa wewe ni mkono wa birika, utasota sana ndio maana kuna watu, kwa sababu ya aina ya uchoyo mlio nao, hatukivaa nguo kali inakukataa. Hatukipiga kiatu cha bei, utafikiri tumevaa, siyo, mguu umeuchomeka tu, lakini kiatu cha bei kali. Kuna mwingine anaweza kavaa tu shati la bei rahisi, lakini linaonekana kali na ikapendwa na watu, ni kwa sababu ya neema ile ya Mungu iliyopo kwa huyu mtu mtoaji, katika jina la Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananipata vizuri? Narudia, wewe ni mkono wa birika, utaishi kama birika lako la kwenye kabati. Wangapi wanajua birika? Naomba niulize, kati ya birika na jagi, lipi linatumika sana? Jagi, sio birika, jamani, sio birika Jamani, nauliza ninyi watu wa nyumbani, kati ya birika na jagi lipi linatumika sana? Unaweza kuniambia, kwa nini birika ulitumii sana? Wewe hujui, utaniambia linasubiri wageni. Sio kweli. Jagi lenyewe, ukilipa linatoa vyote. Birika hata ungefanyeje, linakupa kidogo kidogo, limejipinda namna hii Ngelipikicha p paka, paka, paka, paka. lazima libakize birika. Hata unajua kwa nini? Kwa sababu hiyo, kama hamjui wenye nyumba wengi hawalitumiagi birika, linaweza kapita mwaka birika halijapokea vitu, linakaa na njaa yake, na birika ni jeuri, likipokea tu lazima libakize, na ili uweze kuweka kule ndani mpaka ufungue mdomo huku juu, ndio utoe vitu vilivyomo, ndio unaweza kutoa. Kwa hiyo kuna watu nawaambieni hapa, mtakaa kama birika lako nyumbani, kwa sababu mkono wako uko namna hii. Tukiitisha sadaka namna hii, mchango namna hii, mchango wa kinamama namna hii, tukileta michango ya kinamama, kuna wengine yaani wewe miaka yote unaitwa mama sina wewe, punga mkono, punga mkono, ukisinzia na kuamsha Bwana Yesu asifiwe! Sema alomuhubiri, sema alomuhubiri, wewe sema alomhubiri, sema alomhubiri, alo alo. Yaani asiwepo mtu akukimbia mchango wa dabodabokei. Hapa hapa, msijizime data sukuu. Mwezi wangapi? Watatu, sijizime data e. Hey, jamani, nakitenge umoumo, sijui natoa. Na kuna wengine ni wahuni sana mchango utoa, unakimbia kushona sare. Mama mwenye kiti uko wapi? Mama mwenye kiti, simama, Mungu akubariki sana mama, mama, Mungu wasikutishie maisha. Hakuna mtu kushona sare hajamaliza mchango. Mimi ni, nimesema wasikutoe roho, siku zenyewe ni chache hizo. Wasichane mambo yao jamani, Bwana Yesu asifiwe, jamani, Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe maana kuna wengine mnataka ujanja ujanja, mnashona sare kwanza. Mchango hamna maliza. Kwanza mchango. Na miaka yote tunakujua wewe, huwa mara zote utoaji sare unashona. Safari hii tumekuelewa, safari hii tumekung'amua. Na mhubiri, nimekujia na hukunitarajia, ndio nimekuja. Usiyemtaka kaja, usiyemtaka kaja. Mimi hujaniomba Bwana. Bwana kanileta jamani, amina Bwana amenileta, sema amina, mwambie mwenzako, Bwana kamleta huyu. kuna kina uja kuna kina mama na mtu zingua, tukisema mfulani amejifungua, hutaki kutoa, fulani amefiwa, hutaki kutoa ngojo fiwa wewe sasa, toka kimara tunaanza kusikia kelele zako, hili kanisa halina upendo, lina ubaguzi, linaangaliaga watu, ndio kama utowi hatuji Unavuna ulichokipanda jamani. Bwana Yesu asifiwe. Dabadabokei, punga mkono we. kwa wewe usiyepunga mkono mwanaume, jua kuna wamama wamepinda hapa wewe. Punga mkono dabadabokei, mwambie wewe, mchango wa kina mama hivi hapa, amwongee mna maana gani? Amnisikii? Mwambie mwenzako, mchango wa kina mama Sema aro mhubiri, mhubiri. Tuletee neno sie eh. Wana eh, mhubiri wa kutoka Sinza sio Ubungo. Sema amina. Mhubiri kutoka wapi? Sinza ni town sana kuliko Ubungo. Sema amina. Kwa msishangae shangae eh, tumewangamua. Maliza dabo dabo iki kwanza, msimpe presa mama wa watu. Mpaka naenda kumwambia mchungaji mi nataka kujiuzuru, chagua mwingine Sio kwa sababu haa, ni kwa sababu ya maneno yenu na usumbufu wenu kwenye hela. Na mpaka Yesu anarudi, tutakuwa tunatoa hela, hamna muda. Omba tu Mungu akubariki kwenye kazi zako. Mipunga iteme, sema amina. Mipunga ifanyeje? Mipunga iteme, na jumapili takuwa naomba mipunga iteme. Uniletea akaunti ambayo haina hela, utaleta hapa tutaipiga fire. Sijui nini, leta tupige fire, vitu viende elfu mbili na ishirini na tano, mambo yaende katika jina la Yesu. Yaani huu mwaka unataka vitu viende, kiwanja chako ulijenga kimesimama, ndio maana nimekuja na sadaka. Umejenga kiwanja miaka kumi, safari mwaka huu lazima malize, unataka utaki, utamaliza hata kwa ngumi, ki, ki, kiwanja kiishe Amen umekaa tu nazuru utakitaki hapa utaki. Hata kuoa mwaka huu mwanangu, utaoa hata kwa lazima, tutakuoza. Una una unajua kuna vijana wengine miaka arobaini limefika halitaki kuoa, tunashindwa kuelewa kwamba ili mtumishi linaponea wapi? Tunashindwa kuelewa miaka arobaini lijitu halitaki kuoa na kuna wadada kanisani wanasema, Bwana tutokee, liko tu njoo Bwana Bwana aji mpaka umeoa. Shuka Bwana hawezi kushuka. Oa oh, kwanza ndio ashuke. Punga mkono. Unajua kuna watu mna miaka arobaini, thelathini na tano alafu kiliuliza nasema, muda wa Bwana hujafika. Yaani kwako muda wa Bwana ulishapita, huo muda ni wako. Muda wa Bwana ni 28, 30, 32 kwisha. Muda wa Bwana umeisha. Baada ya hapo ni wewe. Jipambanie mwenyewe. Sema amina. Jamani sema amina. Na msurete bangi kanisa hili. Unaenda kuchumbia si wapi huko hamna. Mnaoa hapa hapa ndani. <laughs> Msurete bangi za ajabu ajabu hapa. Unajua kuna watu mnajifanyaga mafia tu sana. Hivi ninyi hebu twende mbele tu nyuma. Hivi ninyi vijana mnataka hao wanawake wao mchungaji? Hao mnatakaje? ko anaenda kufyatua siri chumba lapi anakuja nalo okay. Hey, ingekuwa kule Sinza wadada wangepiga vigeregere, ila Ubungo mnajinunisha mko rohoni sana. Sema amina. Sema amina. Muubiri moja Kenya alinifurahisha nikampenda sana mhubiri. Jumapili moja kaita mabachala wote yalikuwa nakaribia mia tatu kuna mabacha miaka 48, 45. Yule baba mhubiri alitafuta fimbo alikuwa achapi makalioni, anachapa kichwani kwani hujaoa? Papa, kwani hujaoa? Yule mhubiri nilimpenda. Alafo akaita wadada wote kanisani akaambia, sasa dada, chagua kijana unayempenda. Hapo ilikuwa <coughs> <coughs> oh, hey. Raha sana siku ile, akawakalisha vijana pa piga piga fimbo za kichwani mabao, kwa nini hamuoi miaka 40? Niombeeni upaka kusuka nishukia Jumapili, niombeeni sana